Kwa hiyo mimi ni washukuru Kata ya Bulela na Shiloleli kwa namna ambavyo mmejitokeza na, na kushirikiana nasi leo kwenye e, kikao kazi rasmi cha watumishi wa kata zetu hizi Bung'wangoko, Kanyala, Kasamwa, Bulela pamoja na Shiloleli. Be positive, msikate tamaa. Katika vitu ambavyo nimesisitiza sana, zingatieni sheria, taratibu, kanuni na miongozo ya utumishi wa umma. Tuyazingatie hayo ndio utaratibu wetu, la sivyo tunapoteza sifa ya kuwa watumishi wa umma. Tuwe na ushirikiano mzuri na mahusiano mazuri mahali pa kazi na nyumbani kwetu. Ukiwa unstable nyumbani, ina athari kazini, ikiwa unstable kazini, ina athari nyumbani. Tuepuke migogoro isiyo na tija. Tumia akili, maarifa, busara na uwezo wako wote, angalau kuelekeza kwenye kujiongezea kipato, kuongeza riziki yako badala ya kujihusisha kwenye migogoro. Positive attitude, usikate tamaa. Kama haiwezekani leo itawezekana kesho, kama sio kesho kesho kutwa <coughs> lakini lazima uwe optimistic, yaani mtu ambaye ana matumaini muda wote. Ukiishi kwa kukata tamaa mahali pa kazi ja. ingine usiaminishwe taarifa za uongo zisizo nawaka, na wewe ukabeba kidedea hizo hizo. Yani wewe umesikia tu, mwisho wa siku unakuwa conveyor belt, unabeba na kupeleka taarifa ambazo zinaathiri ustawi wa taasisi. Uliza, fuatilia, jiridhishe kabla hujachukua hatua ambayo unafikiri uh, inatija kwako. Last but one, tumeelekezwa kuhusu matumizi ya mifumo mbalimbali mbali. mifumo mbalimbali mbali. Tumeambiwa pipimis, tumeambiwa nest, tumeambiwa mamifumo mengine plandep, fast, gothomis, yote. Mifumo maeneo yote yanatumia mifumo. Tafadhali tujitahidi kujielimisha kuhusu hiyo mifumo, tuielewe na tuifanyie kazi, kwa sababu sasa hivi ni ulimwengu wa dijitali. Tuna hela za miradi ya maendeleo ambazo zinaletwa kwetu, tuzisimamie vizuri, tujiepushe na kuchepusha fedha kwa namna yoyote. Kila mmoja azingatie kwamba hiyo fedha ni kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa huduma fulani badala ya kuchepusha kwa namna yoyote. Epukana na rushwa na vitendo ambavyo ah, havikuletei uadilifu mahali pa kazi. Tumepanda hadhi, tumekuwa manispaa. Hebu tujidisplay kwa sisi ni level ya manispaa, twende ngazi sawa na wenzetu ambao wanalingana na sisi. Inawezekana kabisa. Na Geita hii inabeba matumaini ya watu wengi sana kiuchumi, inabeba matumaini ya watu wengi sana kiuongozi. Kwa hiyo Hebu tusikate tamaa tuonyeshe mfano. Basi nawatakia kila heri, asanteni sana. Kwa niaba ya watumishi wote wa umma walioko katika kata hizi mbili za Bulela na Shiloleli tunamshukuru Mungu kwa ziara hii. Lakini pili tunashukuru ule ujumbe ambao tumeupata kutoka kwenye ziara hii. Mkurugenzi amefanya kazi sio tu kama kiongozi wetu, amefanya kama, kazi kama mentor, lakini pia amefanya kazi kama mzazi na amefanya kazi kama director, kama ilivyo nafasi yake. Ametufundisha itifaki, tukuhakishie kwamba we are very positive. Sisi moja kutuna, tuna msemo mmoja kwa mfano, kwa sababu huku tuna tuna fursa kila mwaka, kila mmoja ajitafutie annual increment. Utalima mahindi, utalima mpunga na vitu vingine, basi unapata kipato cha ziada. Unaweza ukaona tuna afya nzuri kabisa <laughs> na mara nyingi sana hata wale watumishi walioko chini yako, tunapofika ofisini ile consideration unavyotuhudumia kwa kweli, nafikiri wenzangu wengi watakuwa ni mashahidi. Tunahudumiwa bila kuangalia kwamba huyu ni wa wapi wale ni wa wapi. Ni kuombe pale utakapopata nafasi nyingine, au kama sio basi wanaweza kaja hata wataalamu wako wakaja kutoa elimu zingine ambazo zikatusaidia ziwe za kisheria ziwe za utumishi na mambo mengine kama hayo.